Nimeongea na wagonjwa takriban kumi na saba wale wa akinamama wote waliojifungua, wote nashukuru, wamesema wamepokelewa vizuri, wamepokelewa vizuri. jafahamu kama unakuja huduma e? mm -hmm. okay. zikoje huduma? ni nzuri kwanza. Mimi nimekuja kwangu Nimefika hapo nimepokelewa nimekutana na madokta wengine pale nje sana, hivi nilikuwa naumwa uchungu. Mm. wakanisaidia tu mpaka nimejifungua, ndugu zangu wamekuja wamekuta nimeshajifungua tayari. okay. E, yeah. okay. mm. mm. Maana nilikuja tu mwenyewe, kujia tu mwenyewe. E, sina mtu yoyote, maana uchungu umenishika nikajibeba nikaja mimi E, ndugu wa kwanza umewakuta hapa? Eh, ndugu wa kwanza nimewakuta hapa tena, mimi nimehudumiwa na wadada kwa kweli, na mshukuru Mungu amenihudumia vizuri bila hata hmm, shida yoyote. So. Umekuja lini? Juzi. Juzi. Umekuja juzi. mm. Umepokelewaje? Nimepokelewa vizuri alhamdulillah. Umepokelewa vizuri sana. Umepokelewa vizuri sana. Au hujakaa kaa mapokezi kama umekuja kutembea? mm. Eh. Hapana kabisa. Mm. Nilivyokuja tu nikapata huduma mm. Nikapata huduma ndo ukarudi kujiandikisha? Ah, hapana. Mm. Nimeandikishwa nikapata huduma muda huo huo. Muda huo huo. Mm. Okay. Nilipokelewa vizuri. Nilipokelewa vizuri. Mm. Eh, daktari alikuja kwa wakati? Ndiyo. na wakukuweka kusubiria? Hapana. Uh, okay. Na sasa unaendeleaje? Naendelea vizuri. Mtoto anaendeleaje? Anaendelea. Unaendelea kupata huduma, umeridhika na huduma eh? Ungekutana na rais sasa hivi ungemwambiaje? Ningemwambia nashukuru afanye kazi yake vizuri. Eh? Afanye kazi yake vizuri wako vizuri. Ndio, ungemwambia hivyo. Haya basi nitamfikishia salamu. Haya, asante sana kaka dada, dada. Eh, umepokelewaje? <laughs> namshukuru Mungu nimepokelea vizuri jana mm. nimekuja mida ya saa kumi, lakini mm. namshukuru Mungu, ndani ya lisali moja tu alivyokuwa amenisimamia nikajifungua ndani ya lisali moja mm. Haujasimamishwa simamishwa foleni, zinaenda shuka, panda, shuka.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 manake hicho ndicho anachokeshea kila wakati, kwa na, na, na furahia kupata hiyo feedback. Nashukuru eh. Ungekutana naye leo ungemwambia nini mama Samia? Ningempongeza sana kwa sababu kafanya kazi kubwa, tumepata huduma kwa wakati kwa kweli mm. Mm. nasikia hapa ni... Kwanza mi mwenyewe sikutegemea eh. kwa muda nilokuja na muda nilojifungua, yani hata kama ukimwambia mtu alionileta anashangaa mm. Ndani alisali moja wako nje lakini kapata mtoto kwa sababu ya uangalizi wa karibu.